Ah, tunaye tayari mchungaji hapa ambaye ni mmiliki wa gari hili ambalo unaliona. Hili ni gari. E, mwonekano tu ni tofauti lakini ukilitizama kwa haraka haraka ni madhira yaliyolikuta gari hili baada ya kusombwa na maji kutoka maeneo lilipokuwa limepaki eneo la kanisani kwa mchungaji huyu. Mchungaji jitambulishe jina lako nataka kufahamu wewe ni nani na ni nini hasa ambacho kimetokea? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Frank Mtui wa Kanisa la Pentekoste Gombo la Chuo hapa Kilimanjaro, eh, Kiboriloni kilomita kama moja na nusu barabara ya kuelekea kijiji cha Tela. Uh, ilikuwa ni usiku wa kuamkia Jumanne gari hii nilikuwa nimeipaki pembezoni mwa kanisa, na mahali kanisa lilipo kuna kakorongo ambapo akako mbali sana kanakopitishaga maji mwaka hadi mwaka maji ya kawaida kabisa. Na kwa upande wetu tunafurahi kwa sababu hata wakati wa kiangazi sisi tunapata baridi sana kule. Kwa hiyo nilipokuwa nimepaki gari usiku wa saa sita kama na nusu, nilisikia kama mabati yanatikisika kama nyumba kuna tetemeko, nikasikia majirani wanapiga kelele, nikachungulia kwa dirishani, labda ni moto, nikagundua watu wanasema maji, maji. Kurudi kuangalia kwangu, maji yameshajaa ndani kwa hiyo sikuweza kufungua mlango nika wait kwa muda fulani, maji yalipopungua nikafungua mlango, ndipo watu wakaanza kusema na gari la mchungaji limeenda. Nikawambia kikubwa, natamani kujua kuna watu wamepata shida mm. Nikaambiwa kuna shida, nikaambiwa kuhusu gari haina shida kwayo, kwa hiyo niliambiwa kwamba limeonekana barabara ya lami, ambapo ni kilomita tatu kwa upande wa mto sasa mpaka hapa, lakini nikafuatilia nikakuta bado hawajalitoa baadaye nikapigiwa simu na msamaria mwema kwamba ni kama vijana wanaanza kukata sekrepa kuchukua mm. Kwao nikaja hapa, wakalichomoa mtoni, wakalileta ndio jinsi lilivyo. Aa, lakini pia namna ambavyo nililipata ili gari, nilikuwa na pikipiki ya boxa ambayo niko nayo paka sasa. Nilisafiri nao mwaka jana kutoka Kilimanjaro paka Dar es Salaam, eh, hospitali ya Ocean Road kwa ajili ya kwenda kuombea wagonjwa wa saratani. Kwa hiyo ndugu mmoja mpendwa sana aliponiona kwenye Facebook Akaniambia, mchungaji, kwa nini umesafiri na pikipiki mbaya? Nikamwambia ndo kitu Mungu alichonipa na lazima niwe mwaminifu, kama Biblia inavyosema, aliye na kidogo na awe mwaminifu katika madogo, ili tuweze kuwa mwaminifu katika makubwa. Kwa hiyo akaniambia, naomba na uuze hiyo pikipiki, na gari yangu ambayo naiuza milioni saba, na kuna mtu anataka kulipa hiyo hela, lakini nimeongea na mke wangu ili niweze kuikupa hiyo gari wewe. Uza pikipiki, nikupe gari. Nikawaza habari ya pikipiki, namna inanirahisishia kuona hata watu ambao kwa, kwa namna moja au nyingine hata mafuta hawawezi kukuwekea nikasema ngoja nimwombe Mungu. Mungu akanifungulia mlango nikapata kiasi kidogo cha fedha, maana yule bwana naye alikuwa anatoa sadaka yake. Kwa hiyo mwezi wa kumi na mbili tarehe kumi na tano ndio hii gari naitoa Dar es Salaam mwaka jana. Kwa hiyo utaona nimekaa nayo kwa ni muda mfupi, kama miezi mitatu minne hivi, ndio nimekaa nayo ya uh, inabima ina bima ina bima lakini bima ndogo ya ina bima ndogo gari, leo hii ndo unalishuhudia hivi. Ni nini sasa unatarajia kufanya kwa hiki ambacho unakiona hapa? Uh, jambo la kwanza ninavyoliona hivi ni secret mm, ni la kuuza kama vyuma vya chakavu mm. Uh, lakini ninachokitarajia kwanza ni kumshukuru Mungu sana mm, na ninaamani sana mm, na ninauhakika gari hii haikuwa ya kwangu gari hii ni ya Mungu kwa sababu inafanya kazi ya Mungu. Na hata kwenye kio changu nilikuwa nimeandika, ole wangu nisipohubiri Injili. Injili nina imani kama vile yule alivyoguswa akaniambia, mchungaji, umeenda na pikipiki Dar es Salaam, naomba uje. Huyo ni Mungu alifanya njia, na Biblia nasema Mungu anafanya njia mahali hakuna njia, kwa sababu huu ni wakati wa Bwana, yametokea haya na utegemea wakati wa Bwana Mungu kunifanyia surprise ndicho nachokiamini. Amina. Naam, msikilizaji na mtazamaji wa Clouds TV umemsikiliza mchungaji ambaye gari lake leo hii ndio tunalishuhudia katika hali hii. Mimi ni Dickson Busagaga na hii ni Clouds TV.